Dunia ilipokea zawadi adhimu kabisa kupitia binti wa Gine Bisau, Sheila Ebana, mkihalali wa Munir Nadhar, kijana wa Kimoroko, Ilikuwa majira ya saa moja jioni ambapo walibarikiwa kupata mtoto wa kiume waliyemwita Lamine Yamal. Huyu ni kijana aliyekuja na baraka nyingi sana kwa wazazi wake, kwani akiwa na umri wa miaka minne tu tayari maji na mafuta yajitenga. Wazazi wake waligundua kuwa mtoto aa, ana kipaji kikubwa sana cha mpira. Hapo ndipo baba yake Mzee Munir akaamua kumchukua mtoto wake na kumpeleka kwenye academic iliyoitwa SF La Torante iliyoko huko la Kurunya karibu kabisa na Barcelona. Baada ya kufika Latorante, Lamine Yamal alikuwa na interviews kadhaa akiwa na miaka minne. Kumbuka ndugu msikilizaji, Yamal alikuwa na uwezo kiasi kwamba akapandishwa mpaka daraja la chini ya umri wa miaka sita. Alikuwa na uwezo vibaya mno. Alipofikisha miaka kumi na mbili alikuwa na uwezo kuliko vijana wote wa Latorante. Hapo ndipo kocha wa Latorante Mr. Willock akamfanyia connection Lamine Yamal na kumfanyia trainings La Masia ya kwa maana ya Barcelona. Hatimaye Lamine Yamal akapokelewa ndani ya La Masia akiwa na miaka 12 tu, aliwasha moto akapandishwa mpaka under 19. Moto uliwaka sana La Masia. Kwa mara ya kwanza kabisa elfu mbili na ishirini na tatu dunia ilitikisika kwa kumshuhudia Lamine Yamal kwa mara ya kwanza katika ligi kuu ya La Liga ya Santander. Lamine Yamal alipokelewa na Xavi Hernandez, ndipo akapewa nafasi tarehe 19 Aprili, Barcelona dhidi ya Real Betis. Lamine Yamal alishuhudiwa akiongoza Barcelona kushinda nne bila. Hapo ndipo dunia ikarealize na kumtambua Lamine Yamal kwa mara ya kwanza 2023 akiwa na umri wa 15 tu. Huyo ndio mwamba Lamine Yamal, kijana mdogo mwenye moto mkali sana, mrithi wa Leo Messi, lapuga 2025, 2026 Lamine Yamal wa moto zaidi. Lamine Yamal hashikiki, Lamine Yamal hapimiki, a moto mkali sana sanaasubsuaeuiim 2025-2026, 25 26, Lamine Yamal akiwa akiwa na umri wa miaka 17, amekuwa wa moto zaidi, amekuwa kirusi kwa mabeki wengi. Kama unabisha, ulize Inter Milan. Lamine Yamal hasikiki. Nyota yake imezidi kung'aa akiwa chini ya Mjerumani Hans Flick, Lamine Yamal ametoa Copa Golden Boy, Lamine Yamal ametoa Liga Santander, Lamine Yamal ametoa Copa del Rey, Lamine Yamal ametoa Supercopa, lakini ametoa Euro. haya ni mafanikio nemanif makubwa zaidi kwae kutokea kwa kijana mdogo wa umepewa 17 kama hivi tayari Lamine Yamal amethibitisha kwamba katika hii dunia yeye ni mchezaji bora zaidi duniani. Tarehe ishirini na mbili mwezi wa tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ni usiku wa balendo, usiku wa wachezaji bora duniani. Mpaka sasa hivi Lamine Yamal Nasraoui ndio mchezaji mwenye rankings kubwa zaidi kuitoa Ballon d'Or ya 2025, 2026. Hakika ataitoa kwa sababu hakuna kipingamizi mbele yake. Lamine Yamal amefanikiwa, Lamine Yamal anafanikiwa, Lamine Yamal atafanikiwa akiwa mdogo zaidi kuwahi kutokea duniani. Hakika hii ni bahati kubwa sana watoto mwaka elfu mbili tumeipata kumshuhudia Lamine Yamal, tuna bahati zaidi kuwahi kutokea duniani, tuna bahati Ati, mno kwa kumshuhudia kijana mdogo mwenye mafanikio makubwa zaidi. Huyo ni Lamine Yamal.